Usiku wa kuamkia tarehe 17 mwezi wa 4 mwaka 2025 Diamond Platnumz ametubless bonge moja ya track ya mduara yenye dakika kumi na sekunde ya hamsini tuseme almost dakika 11. Huko ndani ameimba vitu vingi sana. Uh, uswahili ni mwingi sana umehusika huko ndani eh. Yani, kuna namna ambavyo unaenjoi mduara kama ambavyo unatakiwa, maneno ya hapa na pale. Track inaitwa, kuna bonge moja la ngoma. Unavyoanza sekunde ya kumi na saba anasema wenzako waolewa, we huolewi. Kwa nini? We ati una hila moja husemi na majirani, we sema na hila ya pili, ukihongwa ufanani, wewe sema na hila ya tatu, midabwada kitandani, wee sema na hila ya nne, mwenzetu mchafu ndani wee. Hizo ni lines za Diamond Platinumz mwanzoni kabisa mwa ngoma hii. Hakuna kama ambavyo mama Diamond Platinumz, Mama Dangote huwa anavyomsapoti kijana yake kwenye mambo tofauti tofauti, akiwa na mposti kwenye kazi zake, iwe ni safari na vitu vingine vingi. Akachukua wimbo huo akaushare kwenye peji yake ya Instagram alafu na kuandika caption: wenzako waolewa wewe huolewi kwa nini? E, na, akaweka hashtag ya kuna, akaweka emoji ya moto alafu akamtagi Diamond Platinumz mwanae na kuweka emoji ya simba pale. Comment ambazo zimeshuka pale zinaonyesha moja kwa moja kuna namna ambavyo mama Diamond Platinumz amemlenga Zuchu kama ambavyo tumesikia kwa watu tofauti tofauti wa wambea mjini, wanasema kwamba Zuchu na mama Dangote hawako vizuri, Zuchu na Esma, hawako vizuri. Kwa hiyo kwa kiujumbe hichi ambacho mama Diamond amekiandika kwenye caption hapo, moja kwa moja watu wameenda na Zuchu kwamba hako ni kaujumbe kwenda kwa kwamba mama Diamond anamwambia mbona waolewa, wewe huolewi. Umeona eh? Na Zuchu inavyochukuliwa kwenye mahusiano ambayo nayo na Diamond, kama yeye ndo anamngangania sana Diamond licha ya kupigwa matukio mbalimbali mbali. So umekutana jina kama vile Anga, by the way, inasemekana linaenda kwa Zuchu kwa namna moja ama nyingine. Watu wakwa dropisha comment nyingi sana sana sana, sana, sana kwenye post hii ya mama Dangote, na wengi wameenda mule mule wakiwa na ona kama mama Diamond mulemulewakiwa amemlenga Zuchu. Mwingine akasema tatizo lipo ukweni, wanataka kuolewa wao na mtoto wao. Katika emoji ya kucheka mwingine akasema king'ang'anizi, kuna nini? Mbona haolewi? Emoji ya kucheka huyo akaiweka pia. Mwingine akasema mbona kama ni message senti kwa dazenji. Kwa dazenji hapa namaanisha nani? Zuchu. Huyu akasema ah, Mama Dangote maneno mbona pambe, yani maneno yana ndimu machachu. Mwingine akasema ndo kusema ndoa ya Zuchu na Mondi suni. Mwingine akasema Zuchu atapromoti hii kweli, akaeka emoji ya kucheka. Huyu akasema loli, hamjamaliza bado, muna watoto wa kike, malipo ni hapa hapa. Mwingine akasema kuchamba watoto wa wenzio wakati na wewe una mabinti na wajukuu malipo ni hapa hapa. Mwingine akaja hapa moja kwa moja akamtagi Zuchu. Mwingine akasema kumbe zuzu zu, hajui kukuna huyo. Akasema da Zuchu ana kazi sana. Mwingine akasema Zuchu wangu we, sharubalu wako. Kuna so kuna komenti mm, nyingi sana, zikionyesha kwa namna moja ama nyingine watu wameelewa kile ambacho amekiandika mama Diamond Platinum, zamemlenga Zuchu wewe kwako maoni yako ni yapi? Unaona hivyo amemlenga Zuchu ama ameenda na wimbo tu? Dropisha komenti yako kwenye uwanja wa koment, lakini pia usisahau kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili wewe wa kwanza kupata taarifa zetu kama hizi. Mi naitwa Sadi TZ Mbewa, maono ya mtaa taa ya mtema waka nangu na mnasemaje? Fanya kunicheki IG kwa jina la Sadi TZ underscore official. Audio series za kusisimua, makala za ulimwengu